Majukumu ya msingi ya mawakala ni kubaini wapiga kura wanaostahili kupiga kura kwenye vituo, kuwakilisha na kulinda maslahi ya mgombea au wagombea wa chama chake kwenye kituo husika kwa kushirikiana na wasimamizi wa kituo ili kuhakikisha sheria na taratibu zinazohusu upigaji kura na uchaguzi zinazingatiwa. Kwa sasa vyama vinajipanga kuhakikisha vinakuwa na mawakala wa kutosha, lakini hali si shwari kwa baadhi ya vyama. Sasa mawakala katika nchi nzima ukiwaweka ni hela nyingi sana, hata kila wakala ukimpa alfu kumi kwa sababu huwezi kukaa wakala kuanzia asubuhi mpaka jioni bila kumpa hata hela ya kula. Sasa kwa sisi UPDP tunasema wakala wetu atakuwa ni tume, tulindie kura zetu. Uwezo wa kuweka mawakala nchi nzima hatuna, lakini sisi tu wakala wetu tumeamua ni tume ya uchaguzi atulindie kura zetu. Mawakala ni watu ambao wanatakiwa walipwe na wakati mwingine malipo taasisi zetu nyingine ni ndogo, haziwezi kuwalipa watu wote Tanzania, vituo mia elfu tisini na saba na zaidi, inaweza tusipate wote, lakini tunaamini tume huru ya taifa ya uchaguzi, kwa mujibu wa sheria na kanuni na taratibu zilizowekwa, ni ngumu sana mtu kukuibia kura. Kwa hiyo tunaamini kwamba maeneo ambapo hatutoweka, kura zetu zitahesabiwa na zitakuwa salama. Watu wengi weshakuwa na hali ile ya lazima wapate angalau eh, kifuta jasho hata mama na nini. Sasa kwa sababu uwezo wetu ni mdogo sisi tumeona kwenye eneo la, la, la mawakala, tumetoa fursa kwa wagombea katika ngazi mbalimbali. Wao wenyewe kama sehemu kuna mgombea ubunge ana nafasi na anaona vituo vyake labda hamsini au mia ana uwezo kuwa accommodate kuweka wagombea na mawakala, tumesema afanye hivyo, lakini kwa maana ya jumla ya chama kwa kweli hatuna uwezo wa kuweka mawakala katika vituo vyote kwa sababu ya alio. Wakati vyama hivyo vikilia na ruzuku na ukata wa kulipa mawakala, kwa vyama vingine mambo ni shwari. Kwa hiyo mavuno yetu ni kuwaweka mawakala kwenye vituo na wameapa juzi kwenye ngazi za madiwani na ubunge, na tunategemea mawakala wakala wetu wa majumuisho pia kule Dodoma atakuwepo. Tumeweza kupeleka mawakala katika maeneo yote ya nchi kwa maeneo ambayo tumeyasimamisha wagombea. Faraja Christomas ni mchambuzi wa masuala ya siasa na hapa anaeleza faida na hasara za kuwa na mawakala Para. Faida ya kwanza ya wakala ni kwamba anakuwa mwakilishi wako wa kuangalia kinachoendelea kwenye kituo cha kura, lakini anakuwa mlinzi wa kura zako unazozipata ili zisiibwe. Lakini hasara za wakala ni kwamba usipokuwa na bajeti ya kuwatunza ya kuwahudumia, ya kuwalisha na kugarimia mahitaji yao ya kawaida siku hiyo ya kupiga kura, ni kwamba inaweza nikawa ni rahisi wakakusaliti yeah. Kwa mujibu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, vituo vya kupiga kura nchini vipo 99,895, ambapo wananchi milioni 37,647,235 waliojiandikisha wanatarajiwa kupiga kura kwa ajili ya kuchagua wagombea wanaowataka. Sheila Mkumba, Azam News.